Kristo alikuwa ni kwanza, amezaliwa katika mazingira ya kawaida kabisa na akaishi na watu wa kawaida, na hatimaye mpaka hata kuisha kwake ameisha maisha ambayo yalionyesha aina fulani ya uduni. E, ni kweli, sio kwamba tunahimizwa kuwa duni tuishi ovyo ovyo, hapana. Tunapaswa kuishi maisha yenye heshima e, yenye hadhi fulani, lakini sio ya kujikweza na kujiweka juu kiasi kwamba mtu wa kawaida asiweze kukaribia, asiweze hata ku, ku, kuongea na wewe. Kwa hiyo ndo hayo maisha ya, ya Kristo ambayo tuliyaona kwa, kwa katika maisha ya Baba Mtakatifu. Kwa kweli alikuwa mnyenyekevu, mtu wa kawaida, na aliweza kuongea na wote. Hata sisi viongozi wa kiroho wa leo kwa kweli tunapaswa kuwa hivyo. Tujue maisha na mazingira ya watu wetu, na hapo pengine tunaweza hata kuwaelekeza na, ku, na kuwasaidia, ili e, watokane na maisha ambayo e, yanaashiria aina fulani ya uduni, kiasi kwamba hata af, afya zao zinaathirika e, lakini wawe ni watu ambao Hawa, hawa, wasijikweze wasijione, wao ni bora kuliko wengine e, e, basi na, na, na, unajua u, u, ukitoka katika uhali wa kawaida, mwisho unaingia katika hali ya uanasa e, na starehe ambazo sio za lazima e, mambo ambayo Baba Mtakatifu hakuwa nayo, ndivyo tunavyopaswa kuwa nayo hata sisi, sio viongozi tu wa imani lakini hata watu waumini wa kawaida na watu wote kimsingi, watu wasikate tamaa kwamba huko katika maisha ambayo pengine mtu mwingine anaweza akakuona ni maisha ya chini mno. Hapana e, ni kurizika, lakini na kujibidisha ili hatimaye utoke hapo ulipo uende katika hatua nyingine pia ya maisha, kwamba yeye alifanya kazi e, pengine ya, ya kuajiriwa e, na pengine inaonekana kuwa ni ya chini, lakini hakujikatia tamaa. Aliishi kwa matumaini na hatimaye e, unaona taratibu taratibu n, amefikia hatua hiyo ambayo amemaliza ame nayo. Kwa hiyo hasa vijana wetu tusikate, wasikate tamaa, wajipe moyo lakini wajibidishe, na sisi wengine, serikali na wanajamii wote kwa ujumla eh, tuhakikishe watu wanapata nafuu ya maisha, maisha yenye hadhi, maisha ya viwango vinavyokubalika katika jamii. Misionari ni, ni mtu aliyetumwa, na tunatumwa kimsingi kwenda mahali popote pale ambapo kiongozi wako ataona inafaa e, pamoja na kwamba kuna wakati utajadiliana naye, lakini hebu na wewe, wewe mmisionari ona umuhimu wa kumfikia mtu yeyote mwenye uhitaji e, mwenye kuhitaji mambo ya kiroho, mwenye kuhitaji hata mambo ya, ya kimwili tunapaswa kuwa, kuwafikia. Nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wa mataifa wa, uh, kuwa wanafunzi wangu. Tuna wajibu wa kwenda mahali pote eh, kimsingi popote tutakapoombwa na, na viongozi wetu ndivyo tunavyofanya. Hata viongozi wa kiroho wa leo hatupaswi kulalamika, hatupaswi kuzembea, tunapaswa kwenda eh, na wakati mwingine usijihurumie mno e, fikiria bwana wetu Yesu Kristo, angefikia hatua ya kujihurumia, kusingekuwa na ufuko, kusingekuwa na ukombozi. Kwa hiyo e, ni kweli tujali afya zetu, tujali maisha yetu, lakini tusiache kwenda kule waliko watu. Kote lazima kufikike, lazima tuende.